Yes, wakati muziki wa Singeli pia ukiwa mbioni kuweza kutangazwa rasmi kuwa sehemu ya orodha ya urithi wa dunia e, kwa mujibu wa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Pala Magamba Kabudi, wasanii wa dance, e, wa dance hall, lakini pia na wasanii wa Bongo Flava nao wana mchango mkubwa katika e, ukuaji wa muziki huo. Sasa ukiachana na Devoice ambaye amekuwa akichanganya Bongo Flava na Singeli na pia e, yupo mkali wa dance hall nchini, lakini pia tunamzungumzia hapa e, Badest, e, e, Badest 47 anapenda yeye kujiita hivyo ambaye pia amekuwa na mchango mkubwa katika kukuza muziki wa Singeli, lakini pia kuweza kusukuma na kuweza kufika kimataifa kama utani, lakini pia safari yake ya kujiingiza katika muziki wa Singeli ulianza miaka mitatu iliyopita akipewa shavu na The Voice kupitia Singeli iitwayo Mchanganyiko ambayo The Voice pia e, uliutoa kabla e, ya kuweza kusainiwa na lebo ya WCB. Sasa ataendelea na mchakato huu huku akishirikishwa tena kwenye Singeli ya Tai Chi iliyopita na mpaka kufikia sasa ikiwa imetazamwa mara milioni 1.4 katika mtandao wa YouTube. Sasa lakini pia kuweza hakuishia hapo. Pia miezi sita pia ambayo imekwisha kupita mistari yake katika Singeli ambayo uliua sana katika mitandao ya kijamii e, ni ya wivu ambayo pia ulitazamwa mara milioni tano na laki mbili YouTube akishirikiana na mastaa wengine kama DJ Moshizo, Ibla pamoja na J Combat. Wimbo wa wivu ulifanya poa, lakini pia tunajua Baddest pia alihusika mle. Aidha pia aliendelea kuingiza mistari katika muziki wa Singeli uweze kutambulika zaidi. Sauti yake pia kisikika tena e, katika ngoma ya sio mwana akishirikiana na Dakota pamoja na G Nako vile vile pia akasikika tena kwenye singeli mpya ya mapenzi sia iliyoachiwa mwezi mmoja pia ambao umekwisha kupita ikiwakutanisha wasanii kama DJ Mushizo ya Jet MC e, Vanilla pamoja na Jay Combat. So moja kati ya wasanii ambao pia wamekuwa wakishiriki sana muziki wa singeli e, huwezi kumwacha Badest, amekuwa naye akifanya poa katika swala so zima la muziki wa wa singeli. Yapi maoni yako muziki wa singeli kwa sasa, kuweza kupenya mipaka, lakini pia e, waziri mwenye dhamana e, katika swala hili zima, na kuweza kuelekea kipaumbele zaidi kwamba Singeli ndio mziki wetu wa Tanzania uweze kufanya e, poa zaidi. Lakini pia baadaamaonekana pia akifanya poa na akitaka kuendelea kufanya poa na poa zaidi, endelea kutufuatilia, lakini pia ku subscribe ku like channel yetu, ila kusahau ku comment, utakomentisha kinoma noma.